Anamjua rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, wanyoshe mikono. Anaitwa nani? Tumeona anavyowapenda, ndio anawaletea mpaka wataalamu wanakuja kuwaelimisha kuhusiana masuala ya kilimo. Hapo vipi hapo? <coughs> vipi hapo? <coughs> Mlipo mmebanana sana. Naweza kuimba? Ndio. Naweza kuimba? Ndio. Sasa mimi kabla sijajitambulisha natakiwa tuimbe sawa? Vijana e, vijana vijana, vijana tayari, tumikia taifa, taifa taifa, tumikia taifa taifa Tanzania, mtaweza, si rahisi yeah. hiyo yeah. taka wale wenye besi wale wa sauti ya kwanza, wale sauti ya pili mpaka ile ya tatu, sio hivyo? yeah. Haya, moja mbili tatu. Wangapi wanafahamu kiwanda cha Nyihita sunflower jini? Kiwanda cha Nyihita sunflower kiko Nyanchaba kenye kata ya Kisumwa pale barabarani kabisa, sawa Nafikiri mkifungua shule, walimu watakuwa na nafasi, wale watakaokuwa wamefanya vizuri. Walimu, mtafute kila darasa angalau kumi bora. Mkishakamilisha hao kumi bora, mniambie, ije hapa Costa iwachukue, ilete wakazuru kiwandani, wakazuru na shambani, muiandike hiyo na mchukue mawasiliano yangu, na mawasiliano yangu weko kwenye hivyo v kumi bora watapata nafasi ya kutembelea kiwanda na kutembelea shamba ili mjue tunacho kizungumza. Si mmeona sura yangu hapo? Ndio mmeona niko wapi? Shambani. ninafanya nini shambani. Na nimeshikilia alizeti hapo, nilikuwa nimeshika mua ninakula, niko shambani. Kwa hiyo huyu aliyeshikilia mua anakula hapo, uko shambani. ni nini? Nimelima sasa, nakagua shamba alafu ninakula nini ninakula mua, sawa. Mua unaongeza glucose, si ndio? Hivyo unaongeza nguvu mwilini. Sasa mimi ni mkulima, mimi ni nani? Ukisoma hapo pameandikwa, Nyihita Glo Consultants, kilimo ni ajira. Mimi ni mkulima niliyejiajiri kwenye nini? Kwenye kilimo. Wangapi wanapenda kilimo? Ongeleni sana. sasa mimi leo naye niona, nimevaa nimependeza, ninatembelea gari. Nilipenda kilimo na mpaka sasa hivi ninalima, na ndio maana nawaalika mje shambani, alafu tushindane kupalilia. Atakaye nishinda haki anani, mimi nampe hamsini. Atakaye nishinda kupalilia Watakuja shambani, yeah. Sasa tutashindana, tunajipanga kwenye nini? Kwenye mstari, alafu tunakuwa tukule mbele, tumeweka kamba. Anayepalilia vizuri, atakayeshika namba moja, atakaye nishinda yeah. Nampa shilingi ngapi? yeah. shilingi ngapi? Atupinge yeah. Ah, sasa <coughs> tupinge <coughs> si tumepinga. Haya, yeah. Mjitahidi, wale kumi bora waje shambani. Sasa leo tutazungumzia mazao sita mazao mangapi? Yes. Yes. Yes. Tunataka vijana wetu mkitoka hapa mweze kujiajiri kwenye kilimo na muwe matajiri sawa. <coughs> Tutazungumzia swala ya kilimo cha alizeti, simeona hapo alizeti <coughs> na leo tutaenda kuwaonyesha namna ya kupanda hiyo <coughs> alizeti. Sawa, <coughs> lakini tunataka vijana kama nyinyi mwende mkahamasishe wa na wazazi wenu waweze kulima alizeti kwa sababu kiwanda kipo, hiyo itakuwa imetengeneza fursa ya baba yako, mama yako, kaka yako kuweza kuwa na utosherevu wa kifedha sawa? Ndiyo. Awe na utosherevu wa nini? Kifedha. Akipata hiyo fedha itamsaidia wewe uendelee kusoma mpaka chuo kikuu, au kama unataka kuwa daktari, unataka kuwa mfanyabiashara, utasoma masomo ya biashara, unataka kuwa mkulima, utasoma masomo ya nini? Ndiyo. ya kilimo, sawa? kwa hiyo tunatamani walime zao linaitwa alizeti, na muambie <coughs> kiwanda kiko pale Nyanchaba, Kenya, na namba za simu ziko hapo. Lakini tunataka pia walime zao linaloitwa mbaazi. Wangapi wanajua mbazi? Aya, ongeleni sana, mjipigie makofi. Tunataka jamii zetu walime nini? Mbaazi. Lakini pia tunataka walime zao linaitwa dengu. Wangapi wanajua dengu? Mjipigie makofi, walime Bien. Lakini tunataka tena wengine waweze kulima ufuta. Wangapi wanajua ufuta? Oh, mjipigie makofi. Lakini tunatamani wengine walime mahindi. Wangapi wanajua mahindi? Oh, yeah, wow.